Huyu ndiye rais katili zaidi kuwahi kutokea barani Afrika, aliyeua kila raia aliyempinga. Aliua wasomi katika nchi yake na kubakiza sita tu, kisha aliamuru nyumba zote za ibada zimwabudu yeye, kwani yeye ndiye Mungu wa taifa hilo. Yeye ndo ameitengeneza nchi hiyo na kuwaumba raia hao. Unataka kufahamu huyu ni nani na ukatili wake aliufanya kwa njia gani? Lakini kabla sijakupa majibu au kisa chote juu ya rais huyu, tuanzie hapa. Afrika tumewahi kushuhudia viongozi wengi makatili na madikteta waliowanyanyasa malaia wao na kuwanyima kizao za msingi. Isitoshe, marais hawa walijimilikisha mali za umma na kufaidisha matumbo yao kama vile Idi Amin Dada. Lakini pia yupo mmoja kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati aliyefahamika kwa jina la Jean Bedel Bokosa. Lakini pia wengi wanafahamu historia ya rais wa kwanza wa Kongo, Mobutu Sese Seseko ambaye kipindi hicho nchi hiyo iliitwa kama Zaire. Lakini leo nataka nikusimulie maisha ya rais aliyekuwa katili zaidi Afrika, akuwahi kutokea rais katili kama yeye. Lakini kabla sijaanza kukupa historia hii, tuanzie hapa. Mnamo mwaka 1968 taifa dogo barani Afrika lililofahamika kwa jina la Gine Ikweta au Ikotologine ilipata uhuru wake kutoka kwa Mhispania ambaye yeye alikuwa mkoloni na mtawara katika nchi hiyo na kisha baada ya uhuru huo nchi hiyo ikasimamisha wanaume wawili waliogombea nafasi ya rais wanaume hao walifahamika kwa majina la francisco macias nguema pamoja na mwenza wake aliofahamika kwa jina la bonifacio ondua baada ya uchaguzi huo mwaka huo huo 1968 francisco macias nguema alifanikiwa kushinda kinyang'anyiro hicho na kuwa rais wa kwanza katika nchi hiyo ya Gine ya Ikweta baada ya kujipatia uhuru wake. Raia wengi walimwamini sana, waliamini yeye ndiyo mtu sahihi atakayewafikisha katika nchi ya ahadi, kwani katika kampeni zake aliahidi usawa, umoja na ushirikiano dhidi ya raia wote. Mambo yalianza kubadilika muda mchache baada ya bwana Francisco Macia Nguema kupata nafasi ya urais, kwani alianza kuonyesha upande wake wa pili aliyoficha kipindi anaomba kura mbele ya raia hao wa nchi hiyo ya Gine ya Ikweta. Mara baada ya kuingia madarakani, Francisco Macia Nguema alianza vita vikali dhidi ya wa wapinzani wake wa kisiasa, hali ambayo ilimpelekea mpinzani wake mkubwa Bonifasio undua kukimbia nchi hiyo na kwenda Gaboni. Baada ya muda mrefu, Bonifacio undua mpinzani mkubwa wa Francisco Nguema alirejea katika nchi yake ya Gine, lakini alikamatwa na kuunyongwa kisiri. Hali hii ilisababisha hatari kubwa katika nchi hiyo ya Gine, lakini bwana Francisco Nguema akuishia hapo, aliendeleza ukatili wake wa mabavu katika nchi hiyo yaikotole ya Gine. Nguema alijitangaza yeye ni rais wa milele hakuna uchaguzi wa aina yoyote utakayofanyika ndani ya nchi yake. Katika uongozi wake, Nguema alibadilisha kauli mbiu ya taifa hilo, kwani hapo awali kauli hiyo ilikuwa kama ifuatavyo: Unidad Paz Justicia. Haya ni maneno ya kihispania yakimaanisha umoja, amani na haki. Nguema alibadilisha kauli mbiu ya taifa hilo kisha akasema kauli mbiu mpya ya taifa hilo itakuwa kama ifatavyo: hakuna Mungu mwingine zaidi ya Masio Nguema. Yaani, akiwa katika hotuba zake za mikutano ya kisiasa akisema Gine ya Ikweta, raia wote walipaswa kuitikia hakuna Mungu mwingine zaidi ya Masio Nguema. Nguema Francisco alikataza mikutano yote ya kidini katika nchi yake, bali aliwaamuru viongozi walini, wa dini wamuhubiri yeye kama mungu kwani yeye ndiye aliyeumba nchi hiyo na kuumba raia wa nchi hiyo wa Ikotole Gine. Raia wote walipaswa kumwabudu yeye, na yeyote atakayempinga angemwadhibu au kumuua kwa kikatili sana, kwani yeye ndiye mungu wa taifa hilo. Nguema Francisco alikataa kuishi katika ikulu iliyokuwa katikati ya jiji la Gine ya Ikweta. Badala yake alienda kuishi katika kijiji alichozaliwa. Kisha alichukua mali zote za taifa yaani, aliiba hazina yote ya taifa kama vile madini na fedha na kuyahifadhi kijijini kwake. Inasemekana katika chumba chake alichimba handaki kubwa, ambapo alikuwa akihifadhi dhahabu kwa ajili yake. Nguema alifunga kituo kikuu cha kuzalisha umeme katika nchi hiyo, kisha akasema yeye ndiye mungu, hivyo atasambaza umeme wake yeye mwenyewe, hahitaji uwepo wa umeme kwa raia wake katika miaka hiyo. Haikuishia hapo, Nguema alikusanya mafuvu ya binadamu wengi waliokufa na kuyaweka pembezoni mwa nyumba yake. Raia yeyote au kiongozi atakayefanya makosa, alitumia mafuvu hayo kumwadhibia, yaani alimpiga kiongozi yeyote aliyefanya makosa kwa kutumia mifupa ya binadamu waliokufa. Nguema kama rais aina zote za vyombo vya habari kama vile redio, magazeti na runinga zilifungwa katika utawala wake, na mwandishi yeyote atakayeandika taarifa zitakazomchukiza aliuawa kikatili sana. Francisco Nguema alikataza dawa zote za hospitali zisitumike katika nchi yake, bali waganga wa kienyeji watumike kutoa matibabu kwa raia wao wakiwa wagonjwa. Wasomi wengi waliuawa baada ya utawala wake, inadaiwa kufika mwaka 1979 Gine ya Ikweta ilikuwa na wasomi sita tu waliobaki, kwani wengine wote waliuawa, na wasita waliishi kwa kujificha sana. Historia inaonyesha Francisco Nguema akusoma yeye, alishia elimu ya msingi kisha akaenda kujifunza elimu ya kiganga na kichawi. Furaha yake kubwa Francisco Nguema ni kuona watu wakiuawa. Historia inaonyesha moja kati ya tukio kubwa aliowahi kulifanya aliwahi kuua watu mia hamsini kwa awamu moja katika uwanja mmoja wa mpira na kisha kwenda kuwatupa katika bahari. Hii ndio ilikuwa furaha kubwa ya rais huyu waikotoligine. Historia inaonyesha Francisco Mashunguema kipindi cha utawala wake aliua wa watu wapataa elfu hamsini wa hadi elfu themanini raia wa nchi hiyo, yaani asilimia kumi ya raia wote aliwaua yeye mwenyewe. Wahenga wanasema hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Mnamo mwaka elfu moja mia tisa sabini na tisa baada ya miaka kumi na moja ya utawala wake wa kikatili na wakadikteta, Masio Nguema alipinduliwa na mpwa wake aliyefahamika kwa jina la Teodola Obiang Nguema. Huyu Teodola Obiang Nguema alikuwa naibu kamanda wa vikosi vya ulinzi wa taifa hilo, lakini pia alikuwa na ushawishi mkubwa kwa watu, hivyo ilikuwa ni rahisi kwake kumpindua binamu yake huyo kwa uraisi. Baada ya kupinduliwa Francisco Masio Nguema alikamatwa akahukumiwa kwa uhalifu wa bauaji ya raiki na ufisadi na hatimaye alipigwa risasi mnamo Septemba 29 mwaka 1979. Francisco Masio Nguema alipofariki aliacha taifa hilo katika umaskini mkubwa na mateso, kwani hali ya maisha katika nchi hiyo ilikuwa ngumu zaidi kuliko hata kipindi cha mkoloni. Kisha uongozi wa nchi hiyo ulichukuliwa na Teodora Obiang Guema kuanzia mwaka 1979 mpaka hivi sasa. Teodora Obiang Guema ndio rais wa nchi hiyo ya Gine ya Ikweta. huu ni utawala wa kidikteta ambao unaendelea takriban miaka 46. Rais huyu Obiang Guema bado yupo madarakani mpaka hivi sasa unaposikia taarifa hii hii ni historia ya kweli iliyowahi kutokea katika nchi ya Gine ya Ikweta. Hawa ni viongozi wa roho madaraka waliokataa kuachia ngazi mpaka pale walipotolewa na huyu, mrithi wake anaenda mule mule kama alivyokuwa ndugu yake. Hii inasikitisha sana. Inasemekana mpaka leo hii nchi hii maisha yao ni magumu sana, raia wao wanateseka, uchumi wao unazidi kuzorota siku hadi siku. Hii ni comba Athlete na mimi ni Mr ah Usiache kusikiliza wala kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Koma Outlet au Mr AI. Asante na kwa heri, tukutane tena wakati mwingine.